Nashukuru Mheshimiwa Waziri kwa kutaka kunisikiliza malalamiko yangu. Mheshimiwa, umekuja kweli kuzindua hili jengo hapa, ila sisi bado tunadai madai yetu. Mimi hapa nadai nani na nani? Mimi hapa nadai ehe, madai yangu huku ya nini? Ya kazi nilofanya hapa. Kazi gani ya ujenzi wa jengo hili. We ni fundi? Hapana, mimi ni kibarua. Uifanya kiasi gani? Unadai kiasi gani? Nadai laki mbili. laki mbili? Ndio. Nani, nani alikupa kazi? Nilipewa kazi na msimamizi wetu wa kazi, alikuwa ni anaitwa Losi, ambaye ni mtoto wa engineer. mtoto wa engineer. Engineer anaitwa nani? Medu Kenya Medukenya ndio alafu, tulikuwa tuna engineer mwingine ambaye anaitwa Mzee Kitandu, ndio alikuwa anatupangia hmm, kazi. Medukenya ndio yuko wapi engineer huyo? Hapa misimoni, lakini Nelson anaweza ka, akasema yuko wapi Nelson? Aya. Haya ni, nitoe kwanza maelekezo. Kume- kumetokea kumetokea na malalamiko ya aina hii maeneo mengi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waheshimiwa mawaziri ambao mko hapa, kumetokea wimbi la wakandarasi wanapopewa kazi, wao wanalipwa na serikali, lakini hawawalipi wale subcontractors na vibarua wanaofanya kazi katika maeneo hayo. Hili jambo halikubaliki. Nimesema jana na narudia tena hapa kwamba utaratibu huu unakiuka haki za Watanzania. Wapo wale wakandarasi kutoka nje ya nchi, wao wakicheleweshewa malipo wanaweka riba kwa serikali, wanalipwa na riba wakicheleweshewa, lakini wao wakipewa fedha kwa wakati wanatumia miezi sita wengine mpaka mwaka, wengine mpaka mwaka na nusu, kuwalipa wakandarasi wazawa na kuwalipa wafanyakazi kama hawa. Sasa, waheshimiwa mawaziri ambao mko na mikataba huko, fanyeni sensa kwenye kila mradi, waambieni wale ambao wameshalipwa fedha na serikali wawalipe wale ambao waliwapa mikataba midogo midogo. Wekeni na ukomo, kwamba ifikapo baada ya muda fulani hatutaki kuona kuna mtu anadai, ili hali serikali imelipa. Serikali inatumia kodi za Watanzania kulipa mikataba hii, wao wanaacha kuwalipa hao watu na kazi wameshafanya. Kama hili alipo kwenye sheria, nitaongea na Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mkandarasi yeyote ambaye atalipwa na serikali yeye akachelewesha kuwalipa wale wanaofanya kazi Apigwe blacklist asifanye kazi tena ndani ya nchi hii. Haya mambo ya uonevu wa reja reja ndio yanayosababisha maeneo mengine serikali inapata lawama kwa jambo ambalo yeye serikali alishafanya, ya kazi yake alishatimiza wajibu wake. Na tukiwaachia hawa watu wanyonge, wanyonge hao wa wao ndio wakapambane, na wale watatishiwa kunyimwa kazi. Sasa hili tutafanya sisi wenyewe serikali, watu wasioheshimu wenzao tutawashikisha adabu sisi wenyewe serikali. Sasa kwa sababu huyo medu Kenya hayuko hapa leo, katibu huyo mpe laki mbili yake chali akafurahie, aka kwa rezima huko na na nani hiyo, lakini nimeshatoa maelekezo ya jumla yanayohusiana na na jambo hili.